Yesu akamwambia, Yesu akamwambia, mimi mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? We Martha, wewe Martha, jamani hivi mimi Yesu Mungu mfalume, mfalme wa falme, hivi mimi Yesu alfa na omega, hivi mimi Yesu ambaye mamlaka zote ziko chini yangu. Hivi mimi Yesu ambaye vitu vyote vimeunganishwa na mimi. Hivi mimi Yesu Imanueli, Mungu pamoja na wanadamu. Hivi mimi Yesu mfalume mwenye nguvu, Mungu mkuu, mshauri wa ajabu, Baba na Bwana wa wote wenye mwili Mungu mtenda maajabu ishara na maajabu na mfufuaji waliokufa na matumaini aliokufa. Hebi mimi Yesu sijakwambia we Matha ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu huo ni upi? Ni kufufuka kwa yule Lazaro aliyekufa, alikuwa ameoza. Mnamshuhudia sasa amenawili wili, alikuwa ananuka Mnashuhudia sasa Lazaro ananukia. Ngoja nikwambie. Maombi mafupi ya imani ya mtu aliyotoka kuomba maombi marefu sirini na Mungu yana uwezo wa kubadilisha bad news, habari njam, mbaya zikawa habari nzuri. Maombi ya mtu aliyeomba sirini muda mrefu akaomba mbele ya hadhara kama udhihirisho wa kile ambacho Mungu amemuonyesha sirini. Maombi mafupi kama aliyoomba Yesu hapa wakati wa msiba wa Lazaro, yanayo uwezo, yanayo mamlaka, yanayo uwezo wa kufanya vinavyonuka kwenye maisha yako vikaanza kunukia. Tabia inayonuka kwenye maisha yako ikaanza kunukia. Ngoja nikwambie, uchumi uliooza na kunuka kwenye maisha yako ukaanza kuwa mpya tena na kunawili wili. Ngoja nikwambie mwonekano ulionuka na usiofaa umechafuliwa jina Mungu akalifanya kunukia na kuwa hai tena. Lakini lakini maombi yana uwezo wa kufufua vilivyokufa. Kama kuna kitu kwenye maisha yako unaona kimekufa, ndoa imekufa, biashara imekufa, upendo umekufa, watoto wamekufa katika hali ya kiroho. Kuna vitu vimekufa kwenye maisha yako, ingia navyo sirini katika maombi.